Mtazamaji wa Faida Online TV hapa ni kwenye shule sekondari ya Rahaleo ambayo inapatikana manispaa ya Mtwara Mikindani mkoani Mtwara. Uh, shule ambayo katika mtihani wa kidato cha nne mwaka 2025 na imeshika nafasi ya kwanza kwa shule za kata kwa mkoa wa Mtwara, Lindi na Ruvuma, yaani hawa ndo wababe wa kusini kwa shule zote za kata wamenyoosha yes. Uh, Mkurugenzi wa Manispaa ya Mtwara Mikindani Mwalimu Hassan Nyange amefika hapa kwa ajili ya kuweza kuwapongeza, kuatia moyo na wa field. Tafadhali baki nasi, taarifa ifuatayo mpo nyuma, uko nawaona. Nilizungumza na nyie, waleo yasema na kuwahidi wenzenu yametimia. Kwa hiyo kazi imebaki kwenu, wenzenu wamefanya, the coming back of Rahaleo Secondary, na kwa kishindo kikubwa sana, GPA ya 2.4 ambayo sio GPA ya kitoto. Unapozungumzia kwenye shule za kata, mathalan kwenye huu ukanda wa kusini, kwa maana ya mkoa wa Lindi, Mtwara na Ruvuma, kuna renki imetolewa ya shule ya kwanza mpaka ya shule ya 5843 hatujaona shule ya kata pale juu ambayo imeifikia Rahaleo. Kwa hiyo kazi kubwa sana imefanywa na walimu wenu, wapigieni makofi tena. lakini nyie mnajua shule yetu hii ni ya kutwa. Tunakwenda nyumbani tunakuja, wakati wa form 4 na form 2 tunapambana, tunaimizana tukae hostel. Lakini kubwa zaidi ni mambo mawili. Jambo la kwanza ni shule zetu kuondoa zero. Kwa mara ya kwanza manispaa, kati ya shule zetu zote tumebaki na zero sita tu. Ziro mbili ziko Mitengo, ziro mbili tena ziko na liendele sekondari, ziro moja iko Chuno na ziro moja iko sabasaba sekondari. Kati ya wanafunzi mia mbili na tano ambao walifanya mtihani wa taifa mwaka jana sabasaba sekondari, ni mwanafunzi mmoja tu ambaye amefeli ampata divisheni ziro. Sio jambo dogo kubaki na ziro sita. Kwa majina, naitwa Mwalimu Julius Lucas Mkuele, ni mkuu wa shule shule ya sekondari Rahaleo iliyopo manispaa ya Mtwara Mikindani. A, tumepata matokeo ya kidato cha nne mwaka jana na tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwamba shule yetu ni miongoni mwa shule ambazo zimefanya vizuri kwa matokeo hayo. Kwa shule za mkoa wa Mtwara katika shule za kata, sisi tumeweza kuongoza kwa shule zote za mkoa wetu wa Mtwara shule za kata. Na matokeo yetu ambayo tumeyapata kwa safari hii tuna divisheni 1, 29 tuna division 2 41, tuna division 3 26, pamoja na division 4 1. Lakini kubwa zaidi tunaye mkurugenzi wetu ambaye pia ni mwalimu wenzetu, Mwalimu Hassan Nyange kwa kweli tangu amefika hapa Mtwara manispa yetu imebadilika sana. Katika masuala ya kielimu amekuwa na mchango mkubwa sana, kwa sababu kuna changamoto nyingi ambazo shule tunapitia, kwa maana ya miundombinu, masuala ya idadi ya uhitaji wa walimu na mahitaji mengine. Kwa hiyo yeye amekuwa ni msaada mkubwa sana, kwa sababu amekuwa akitatua changamoto mbalimbali, anapita mashuleni wanafunzi ambao wana e, uwezo mdogo kimaisha, amekuwa ame, anawasaidia sana, lakini anatoa ch, e, chachu kwa walimu. Wanapofanya vizuri, basi anakuwa anatoa zawadi, anatoa zawadi kwa wanafunzi, kwa hiyo ile inakuwa na inaongeza morali ya utendaji wa kazi. Sasa hivi pia, kwa upande wa shule ya msingi mpaka sekondari, amejitahidi kumaliza madeni yote ya walimu ambayo pia nilikuwa kikwazo kikubwa, kwa hiyo sasa hivi mwalimu anakuja kazini akiwa hana deni tena na serikali. Majina, naitwa Adela Michael Sabuni, ni General Secretary wa shule ya sekondari Rahaleo. Matokeo ya mwaka jana ya wanafunzi wa form 4 mwaka 2025 yamekuwa ni mazuri sana. Sisi kwa mwaka huu hapa tunataka kupindua matokeo yao. Kwa majina, naitwa Abdulrazak Salum Ngamila, nikiwa kama head boy wa shule ya sekondari Rahaleo. Matokeo haya yamekuwa mazuri kutokana na jitihada za mkurugenzi katika kuhamasisha wanafunzi kujisomea pia na kutoa vifaa vya kujifunzia ikiwemo vitabu na vifaa vingine. nam mtazamaji wa Faida Online TV, Rahaleo imeendelea kuwanyoosha na imeendelea kufanya vizuri kwa miaka kadhaa ambapo uh, kufikia hii leo na wameendelea kupanga mikakati ya kuendelea kufanya vizuri zaidi katika kila matokeo ambayo yanasogea mbele yao chini ya mkurugenzi wa manispaa hiyo mwalimu Hassan Nyange. Mpaka kufikia hapo nimefikia tamati, naitwa Karimu Faida. Hii ni Faida Online TV, nikukumbusha kusubscribe kwa like na kucomment channel yetu iliyoendelea kupata habari zetu. Sisi ni watu wa fildi, asante na kwa